Na ni wakati mwingine mpendwa mtazamaji ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Azizi Shim. Kama kawaida, studio niko na mchambuzi wetu Elvani Stambuli. Mada tutakajadili leo ni kuhusu kuanza kwa vikao vya bunge la 12 mjini Dodoma, ambapo leo bunge limeanza rasmi na asubuhi tumeshuhudia mbunge mteule wa Buyungu, mhandisi Christopher Chiza akiapishwa. Stambuli, bunge limeanza leo ha, unafikiri katika katika uh, bunge hili la 12 tutarajie nini? Uh, bunge limeanza leo kweli lakini, kuna vitu kama vinne au vitano hivi ambavyo tunatarajia eh, vitajadiliwa vita, vita, vita wabunge eh, moja ni kuhusiana na ving'amuzi. Kama mnavyojua, baadhi ya ving'amuzi havionyeshi mambo ya ndani, taarifa za habari na mambo yaani contents za humu ndani eh, lakini pia tutarajie kwamba eh, wabunge lazima watajadili kuhusu E, i athari ya viboko kwenye mashule e, mashule kwenye shule za msingi na za sekondari pia. E, kumekuwa na, na, na wimbi kubwa la adhabu za viboko na mpaka zikasababisha mwanafunzi mmoja kufariki dunia kule Bukoba. E, lakini pia Geita pia tulishuhudia mwanafunzi mmoja akichapwa na kulazwa na kadhalika. Kwa hiyo habari hii ya viboko naamini kabisa kwamba itajadiliwa sana bungeni, lakini pia makontena ya Makonda yametikisa yametikisa, sidhani si kama eh, bunge hili litakwisha bila kutajwatajwa makontena ya Makonda pale bungeni. Eh, mwisho kabisa nafikiri kwamba mauaji ya raia kwa yanayofanywa, no, ya hasasa kwa kitumiwa jeshi la polisi mpaka e, tunashuhudia kwamba mpaka baadhi ya wananchi wanasusia maiti zao e, na, wapendwa wao kwenye mochwari kwa sababu ya mauaji haya. Kwa hiyo hivi ni vitu vichache ambavyo naamini kabisa kwamba kwenye bunge hili la linalokaa sasa hivi Dodoma, e, vinaweza vikatikisa. Asubuhi ya leo wabunge wa upinzani wa eh, walitoka nje wakigomea kuapishwa kwa, kwa mhandisi Christopher Chiza. Huyu ni mbunge mteule wa Buyungu ambaye siku ya leo ameapishwa eh. madai yao ni kwamba uchaguzi ule haukuwa huru na haki eh, na malalamiko mengine ambayo yanahusu ya uchaguzi haswa eh. Sasa tukio hili la wabunge la, wabunge wa upinzani kutoka kutoka bungeni eh, limekuwa sio sio geni sasa hivi, labda kwa tukio la leo nalizungumziaje? Uh, tukio la leo eh, kwanza wengi walitarajia walitarajia una unajua mbunge eh, wa, wa, wa, wa CCM akishinda na kukawepo na malalamiko a upande wa pili eh, obvious ni kwamba ni, ni kwamba akiingia mule bungeni wa, wa, wa ubunge wa upinzani huwa wanasusia kuapishwa kwao. Kwa hiyo ni jambo ambalo eh, sio la kushangaza, ni jambo ambalo sio la kushangaza, lakini sasa ndio demokrasia hiyo. Kwa hiyo tuache waendelee tu na utaratibu wao. kadiri siku zinavyozidi kwenda wabunge wa upinzani eh, wanahama na kurudi CCM na wengine wanarejea eh, wakiwa ndani ya CCM eh, tumeshuhudia kadiri siku zinavyozidi kusonga mbele eh, na tume, tumeona leo Christopher Chiza akiapishwa eh, akiwa ni mbunge mpya eh, wa, wa, wa, wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Buyungu. Ile nguvu ya upinzani ambayo ilikuwepo bungeni kipindi cha ukawa eh, unadhani itaendelea kuwepo sasa hivi bungeni eh? Kwanza mimi naamini kabisa kwamba eh, upinzani kama wanataka madaraka ndio lazima wawe wengi, lakini kama wana hoja zao za msingi, naamini kabisa kwamba hata wabunge wakiwepo wanne ndani ya bunge bado zile hoja zitakuwa za msingi na bado bado zile hoja zinaweza zikatikisa. E, mfano mzuri tu e, chama cha ACT e, Wazalendo kina mbunge mmoja tu, lakini kile chama e, kwa jinsi mchangiaji wao yule bwana Zitto Kabwe anavyochangia bungeni unaweza ukafikiri kwamba kile chama kina wabunge kumi, kumi na tano, lakini kumbe ni mtu huyu mmoja. Kwa hiyo mimi naamini tu kwamba e, ndani ya bunge lile e, hata kama watakuwepo wabunge wapinzani watano, kwa sababu kinachojadiliwa pale sio wingi wa sio wingi wa wabunge, kinachotakiwa pale ni wingi au hoja nzito. Kwa hiyo hata kama wakipatikana wabunge wawili watatu, lakini wakapiga hoja nzito pale, basi upinzani bado utakuwa unastawi tu. Asante sana Sambuli, ya, ni matumaini yetu kwamba wawakilishi wa wananchi watakwenda kuzieleza kero za wananchi katika majimbo yao katika mkutano wa bunge la 12 unaoendelea mjini Dodoma. Jina langu naitwa Azize Shim. Kumbuka nilikuwa na mchambuzi wetu Elvan Sambuli. Mpaka hapo hatuna la ziada, na kurejesha studio namba moja kwake Felisa Masaye kuweza kuhitimisha Global Habari. Mpaka wakati mwingine, koheri.